Na waliofungwa wendi, ndio Mungu mwenye nguvu, unawafungua kwa madhabao yako, unawafungua baba kwa madhabao yako, uwarehemu uwasamee tambi na makosa kwa sababu ni Mungu, chochote wamekosa kwa maisha haya, yale matabao ambayo imetesa maisha yao isiwe na nguvu kwao, isiwe na nguvu kwao katika jina la Yesu, ikiwa ni ya uchawi, ikiwa ni ya uganga, ikiwa ni ya majini isiwe na nguvu, ikiwa ni ya madeni isiwe na nguvu. We ndio Mungu Baba, we ndio Mungu, uwachalie neema, uwachalie baraka, sa ntalabos ikala dhola dhae ninge Yesu libaga ntalabosya, utukuzwe baba mwenye rehema, uinuliwe milele Upewe sifa milele, kwa sababu yeye ni Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu. Nisaidia wenye wamefunga kitambaa ndiye iwe rahisi kwangu. Mungu, ufungue njia katika jina la Yesu. Avu mchafu mwacha, afanikiwe katika jina la Yesu. Wafunguliwe, wafunguliwe, wafunguliwe, wafunguliwe, wafunguliwe, waone neema. Waone neema katika jina la Yesu. Waone neema katika jina la Yesu. Waone neema. Waone neema. Waone neema. Kila madhabahu yote ya gisi iende. Mwaje abarikiwe. Baba mjafu. Mwaje abarikiwe. Mwaje abarikiwe. Katika jina la Yesu. Baba mjafu. Mwaje abarikiwe katika jina la Yesu. Baba mjafu. Katika jina la Yesu, nimekuamuru nimekuamuru nimekuamuru. Bwana Nime ameleta baraka ya upako juu yake. Unapinga kama nani? Madhabahu yako yote imeisa nguvu katika jina la Yesu. Chochote ambao umesikilia sasa, achilia. Umesikilia nini? Ongea haraka katika jina la Yesu, ongea. Umesikilia nini? Umesikilia nini? Hapa kwa naongeanga, ongea haraka. Katika jina la Yesu. Umesikilia nini? Ulichanga madhabahu gani kwake? Ulichanga madhabahu gani? Ulichanga madhabahu gani? Nakuja kukutesa. Nakuja kukutesa. Ulichanga madhabahu gani? Ongea! Ongea haraka. Toa sauti. Toa sauti. Toa sauti. Katika jina la Yesu, toa sauti. Ulichanga madhabahu gani? Ongea! Ni moja, mbili ama tatu? Ongea. Ongea katika jina la Yesu. Tuseme sote jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, huyu ni kwa kufunguliwa. Ndio, ndio hiyo chomeka. Sasa moto wa, wa Yesu kila mahali, kila mahali. Sema moto kila mahali, moto kila mahali. Faya. Sema tena faya tena. Sema faya fita. Ndio hiyo. Sasa chomeka kila mahali, nimeita moto wa mbinguni. Utawale kila mahali katika jina la Yesu. Mwaja abarikiwe, abarikiwe katika jina la Yesu. Chochote ulifunga lazima utaajiria. Taja katika jina la Yesu, taja, taja. Umesikia nini? Taja haraka. Umesikia nini? Hapa utasema umesikia nini, umesikia nini, umesikia nini, umesikia nini. Laana sote siondolewe, ajiria baraka zake, ajiria

Pokea neema, pokea neema. Boo mchafu mwaja, abarikiwe katika jina la Yesu, abarikiwe. Mungu amesema abarikiwe. Hiyo ni ya upako, hiyo hiyo ni ya upako. Afunguliwe! umezikiria nini? Ulimfunga asipate ndoa? Ulimfunga. Ndio hiyo, ndio hiyo, afunguliwe! Ongea b mchafu na kwa munu, katika jina la Yesu na kuamuru na kuamurisu, kama mchafu hauna mamlaka, hauna mamlaka, utana wako umepomolewa, umepomolewa. Sema raka, sema raka, sema raka kama mchafu, katika jina la Yesu. Umesikia nini? Ongea, ongea raka, ongea. Nitakuchoma sana. Umefunga nini? Moto. Ndio hiyo, moto wa Yesu, moto wa Yesu kila mahali, fire fire kila mahali fire! Ongea, umesikilia nini? umesikilia nini? Ongea abasi olewa, abasi abasi olewa, abasi olewa ti si olewa. Nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Nyinyi mlifunga anti yake? Anti unaitwa nani? unaitwa nani? unaitwa nani? unaitwa nani? Boys muko wangapi? Muko wangapi? Muko wangapi? Muko muko wengi, mukubwa yenu ni Rose, mukubwa hapa ni oh? Muku Yesu, mkubwa hapa ni Yesu. hiyo ndio hiyo. Sasa ajiria pale, anajia pale, mujafu mwajilie, afunguliwe ndoa yake. ndio hiyo hiyo, ndio hiyo wale ndio hiyo, na mulipigana. Ndio hiyo, sasa neema ya Bwana Yesu inamupigania, inamupigania mpaka mumwajilie. Mpaka mumuajirie, sema tumekubali ti sauti ti sema tumekubali, tumemwaja kwanzia leo apate mume mwema, apata mume mwema taja ta hivyo, katika jina la Yesu sema Yesu anaweza, kwa sauti, kwa sauti, kwa sauti, kwa sauti, kwa kwa sauti. kwa kwa sauti, kwa sauti. Kwa sauti. Kwa sauti. Em, Amen, Amen. Huyu msimuruhusu apige magoti atasindwa kusimama. Amen. Amen. Kwanda hiyo vifungo. Pama mchafu mwaje abarikiwe katika jina la Yesu, mwaje afunguliwe katika jina la Yesu, kila neema iliyefungwa, Mungu afungue. Mungu afungue. Pokea amani ya Yesu, amani ya Yesu amani ya milele na ndoa takatifu. Bwana amefungua ameipisa setani katika jina la Yesu. Papa, kwa sababu yeye ni mwema. Umechana neema, umechana neema. Ondoa mabaya yote, ondoa mabaya yote katika jina la Yesu. Ondoa kila aina ya vifungo, katika kila kifungo iondolewe katika jina la Yesu. Kila kifungo na mateso Iondolewe, Mungu afungue neema na baraka katika jina la Yesu. Neema ya Yesu, neema ya Yesu kutawale milele, neema ya Yesu itawale milele Amen. <coughs> Aya, tunaomba sasa, kalipia hapa, wale muko kalipu, mukalipia hapa. Kama unataka kubarikiwa wewe, kalipia hapa, usikanyage hapa juu, kalipia hapa tu, ni Mungu anataka ifu awachie baraka mukalibia hapo, niwawambie vile nimeambiwa. Mungu ni mwema kwa watu wate. Nakusukuru Baba, inua mikono yote, na nakusukuru Mungu muumba mbingu na inchi, kwa sababu yindie Mungu utupaye chakula chakula ya mwili na chakula ya roho, ambaye ni uokovu wa Yesu, ututawale sasa na milele yote. Waachilie neema juu ya watu wako walie naswa na ibilisi. Nimewaombea baraka, nimewaombea mafanikio, nimewaombea mafanikio na baraka takatifu kutoka juu binguni. Naamba Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na hata Yakobo, uwasukisie maraika wa baraka, maraika wa baraka, maraika wa baraka. Malaika wa baraka. Sikilia kwa kifua mkono wa kulia. Baba naomba katika jina la Yesu. Usukise kwao. Malaika wa baraka. Malaika wa baraka. Malaika wa baraka. Ribai, ribai malaika wa baraka. Malaika wa baraka. Sasa tawale. Tawala. Tawala. Tawala. Tawala. Tawala.

Wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe. Amen, amen, amen, amen. Mubarikiwe. Amen, amen, amen, amen. Mubarikiwe na Mungu awainue. Amen, amen, amen, awaongoza kasini, kwa ndoa, kwa biashara, ofisini awainuwe kwa roho mutakatifu, awainuwe muwone mukono wa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya, amen. Mungu awabariki paka mpaka musangaye tupi Yesu makofi. Amen, amen. amen. amen. Aya, mubalikiwe sana kanisa. Bwana asifiwe, asifiwe tena kwa majina naitwa Julia Kembuto, niliokoka na mpenda Yesu. Sijai olewa, napata mtu, harakati ya mahusiano, tunaachana Ata kuna mtu ulisemekana kama anti yako ndiye alikuwa ameongea hapa, alikunasa usipata mtu mzuri namuelewana, lakini sasa Mungu amekufungua. Nenda kwa amani na ubarikiwe. Yesu, makofi, Amen. Upata mtu muzurimakaenaannaa vitu mzuri mzuri, sindio? Tumejekelea Saitani ni mtu anatesa, lakini nashukuru kwa Mungu kwa yale amemtendeaaaala amesema, tutaenda huko tuombe yeah. Na Mungu atatenda cha. Na ametenda chambu. Ametenda chambo Bwana yeah. Yesu asifiwe asiiwe yeah. antianajiongeleza usago yeah. Bwana inuliwe. Mungu atende jambo na nyinyi pia, mtendewe na nyinyi pia. Mnaona kama mmechelewa, Mungu awakumbuke. Ia mwenzake umechelewa, hata wewe Mungu akukumbuke. Tena akukumbuke. Haya basi, Mungu awabariki, Mungu munuawai Amen.